Cha Marko wa kwanza mlango wa kwanza mstari ule wa kumi na mbili hadi kumi na tatu anasema, basi Yesu akaongozwa na Roho aende nyikani, akaweka huko nyikani akijaribiwa muda wa siku 40, yuko na wanyama wa mwituni na malaika. Dalili ya kufunzwa, ziko nyakati za kuachwa, hakuna anayetaka kuongea na wewe. Hii ni kipindi cha kuandaliwa, na hii ndio kipindi unatakiwa kuwa karibu na Mungu na ndio kipindi Mungu yuko karibu na wewe. Kuna majaribu yanakuja kukuandaa kwa ajili ya jambo fulani. Kabla hujamiliki maduka makubwa, inaweza ikainuka vita ya madeni. Lengo la madeni ni ili ukate tamaa. Unaandaliwa, utakapoingia kwenye biashara kubwa, unajua namna ya kutunza fedha. Kabla hujapata watoto, unaandaliwa kupita kwenye matatizo, washuhudie wenye ndoa, ukataliwe ili ukiingia kwenye ndoa umeshafuzu mitihani ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna majaribu yanakuja kukuandaa. Yesu, kabla hajaanza huduma, inabidi apelekwe jangwani akaandaliwe, tena siku arobaini, hali hanyi, anakaa na wanyama. Siku nyakati, unabidi ubaki mwenyewe, unaachwa mwenyewe. Una hatima kubwa, unafundishwa Roho Mtakatifu, lazima kuandae. Sema leo, hatima yangu lazima iendelee mbele. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Jambo la tatu, kupatwa na hisia ndani yako kuwa umebeba kusudi kubwa. Wateule wa Mungu huhisi kuwa wana mzigo mkubwa, na ndani ya wana ndani, ndani yao wanakuwa na shauku isiyoelezeka kufanya vitu vikubwa, ikiwa hata kimwili hata, hata kama kimwili haionekani hicho kitu. Unakuta mtu anakuwa na hisia ndani yake anatamani kufanya vitu vikubwa, anakuwa na shauku ya kufanya vitu vikubwa. Hata kama kimwili hana, lakini ndani yake anatamani kufikia vitu vikubwa, kunakuwa na shauku ya kufanya vitu vikubwa. Hii ni ishara, una hatima kubwa. Anatamani kubeba familia kila akikaa, anatamani kubeba familia kila akikaa, anatamani kufanya vitu vizuri kila akikaa. Kuna namna yeye kila akikaa, ndani yake kuna shauku ya kufanya mabadiliko katika eneo aliyopo hii ni ishara ana hatima kubwa. Unakuta mgeni ana shauku, yani anatamani kubeba watu maskini, anatamani kubeba watu fulani, anatamani kusaidia watu kwa lengo fulani. Hii ni ishara ana hatima kubwa ya wengi wanamsubiri, na shetani akishaona anapambana kukuzuia. Sema leo hata nizuia, sema kwa sauti hata nizuia, sema kwa sauti hata nizuia. Angalia Yohana 4 mstari wa 34. Yesu akamwambia, "Chakula changu ndicho hiki." Niyafanye mapenzi yake yeye aliyenituma. Shauku imejaa ndani yake na mzigo unamsumbua kubeba, dunia, familia, chochote. Yesu anasema chakula changu ni hichi, ni hichi, niyafanye mapenzi yake yeye aliyenituma. Maana yake nitimize kusudi, nibebe hatima. Kwa hiyo, unapokuwa kuna hatima ndani yako, kuna hatima ya biashara, kuna hatima ya kusaidia watu, kuna hatima ya kuwa mtumishi, kuna hatima yeyote ya ndani yako, lazima iwe inakusumbua na furaha yako ni mpaka ukamate. Nina hatima ya kujenga nyumba nzuri, ndani yako kuna waka moto kila saa. Nina hatima ya kusaidia ndugu zangu, ndani yako kuna waka moto kila saa, haitanyamaza. Na leo nitaamsha hatima za wengi. Sema basi, hatima yangu iyanyuliwe. Sema hatima yangu iamshwe. Uko tayari? hatima ya mtu inyanyuliwe mahali hapa? Sema hatima yangu iachiliwe. Ya sema hatima yangu iachiliwe. Sasa shetani anachopambana na wewe, anapambana na hatima, kwa sababu kifaulu wengi wamefaulu. Sema faya. Na hatua ya yani, nne, unakuwa na moyo wa huruma na upendo wa ajabu. Huwezi kuona watu wanateseka ukacheka, lazima utatamani kuwasaidia. Wakati mwingine hata huna kitu ndani, lakini unaumia, unakuwa na mzigo wa kubeba wengine. Mathayo 9:36 alipoona makutano yametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, aliwahurumia. Ukishakuwa na hatima kubwa, unakuwa ni mtu wa huruma sana. Ukiona watu wanateseka, utamani wateseke hata kama sio ndugu zako kiona mtu anapita kwenye mapito huwezi ukamcheka, unasikia huruma, maanake una hatima kubwa. Kiona mtu ameshushwa amevunjwa vunjwa amekata tamaa, unasikia ndani yako huruma, unatamani ungekuwa na uwezo wa kumbeba. Ishara una hatima kubwa, kuna watu wanakusubiri. Hata kama kimwili hakuna kinachoonekana, lakini huwa Mungu anajenga kwanza ndani, ndani ndiko kunakotengenezwa ya kishatengeneza ndani mwilini, sasa kile kilicho ndani kitadhihirika. Sema sema, basi amina. Kama unabarikiwa sema amina. Kama unabarikiwa, kwa hiyo ukishakuwa na hatima kubwa, uwe na uhakika. Uwezi ukakuta watu wanalia wanateseka, halafu ukacheka. Na ndio maana kuna majaribu mengine, Mungu anakuandaa ili ujue namna ya kwamba, utakapoinuliwa, utakapo na, hatima yako itakapoachiliwa, lazima Mungu atakupa kwenye nyakati kadhaa, nyakati za kusemwa, nyakati za kutengwa, nyakati za madeni, nyakati za kukosa chakula, nyakati za kutembea viatu vyeupe, nyakati za kutengwa na jamii, ili utakapoinuliwa. Maana kuna watu wanakusubiri utakapoinuliwa, sio kwamba tu umeinuliwa, lakini ukiinuliwa na wengi wameinuliwa na Mungu, ataleta maskini chini yako, ataleta waliokata tamaa chini yako, ataleta wenye njaa chini yako, ataleta wanaosema chini yako, na kwa sababu umepita utawabeba, balu unabeba hatima yao mekupitisha kwanza. Kama una hatima kubwa, wana uhakika, lazima upitie kwenye mapito fulani. Mapito fulani ni darasa kwako, maana huko unakoelekea kuna watu wanakusubiri wajifunze kupitia wewe, kuna watu wanakusubiri washibe kupitia wewe. Sasa kabla wajashiba kupitia wewe, lazima kwanza ufundishwe darasani, alafu ukishafaulu faulu, Mungu anasema mwanangu, hatima yako hiyo hapo, alafu anaruhusu vitu vikufuate sasa Yusufu kabla hajao waziri, tumesoma hapo mwanzo, vita ikatokea kwa ndugu zake, na angalia ndoto ya Yusufu. Maandiko yanasema ilitumia karibu miaka sijui kumi na sita ndo ndoto ije kutimia, lakini alianza kupigwa akiwa mdogo. Kuna watu mna ndoto kubwa na hatima kubwa kwenye familia za kwenu, lakini mnawindwa kuuawa. na ndugu zake wakaanza kumuinda Yusufu ili wamwangamize. Sante Mungu. Maandiko anasema babake naye akasikia hizo ndoto, akahifadhi hilo neno, maanake babake alitambua Yusufu sio wa kawaida, na ndani ya Yusufu, familia nzima wanamtegemea Yusufu. Ingawa kimwili anaonekana tu katoto kadogo, tena wa mwisho, lakini ulimwengu wa roho, nyopa yake inaonekana, anabeba hatima kubwa ya taifa la Israeli, anabeba hatima kubwa ya wakina Yakobo, anabeba hatima kubwa ya familia ya kwao nchi ya Misri. Kuna mtu unaonekana kama kanyanyambichi, kuna mtu unaonekana kwamba una kazi, una mwelekeo, lakini ndugu zako watakutegemea wewe. Umeshikilia mitaji yao, umeshikilia familia kwa ujumla. Naombia watu wenye nyota kubwa, naombia watu wenye hatima kubwa. Leo lazima tutakwenda viwango. Amesema hatima yangu haitazuiliwa. Sema haitazuiliwa, sema kwa sauti, haitazuiliwa. Ndugu zake Yusufu wakainuka kumpiga vita, lakini hawakuweza. Walichimba na kisiwa wamweke Yusufu ili afye Yusufu, Mungu akamwinua Ruben, wakamtoa wakamuuza. Walipomuuza wakasema tumemmaliza bwana ndoto. Nataka nikwambie kuna watu wanakupiga, kuna watu wanakupiga na wanakuwekea vikao. Vikao vyao ni bure, kwa sababu mitego aliotega, kwenye hiyo mitego Bwana ataonekana. Kwenye mitego Bwana ataonekana. Unabeba hatima kubwa, Wajiandae, wanaokutafuta watakufa. Narudia, wajiandae, wanaokutafuta watakufa. Na mwanangu, unaweza ukajiuliza mbona mungu ajibu maombi, wananitesa kila siku. Mungu anakuja taratibu. Mungu anataka kwanza wamalize yao, alafu ya kwake ije mwishoni. Sema faya, sema na beba hatima yangu, hakuna atakayezuia. Uko na imani uko na imani, huko na imani, sema faya, sema faya. Kwa hiyo mabadiliko makubwa yanaweza yanayokutoa kwenye faraja yanayokutoa kwenye faraja au watu ambavyo hukuzania, na safari yako ya mwanzo inaweza kukuumiza, lakini maumivu yanaleta faida baada ya mafunzo kinakupitia maumivu, unapopitia maumivu wanaweza wakakuondolea kwa namna yote. Mungu anaweza kakuondolea kwa namna yote, kwa njia ya vita, kwa njia ya ukimya, kwa namna yote. Kitabu kile cha Yakobo moja mbili hadi nne. Anasema ndugu zangu ya sabuni kuwa ni furaha kuangukia katika majaribu. Mkijua majaribu huleta zaburi na zaburi huleta udhibiti wa moyo. Mimi hmm. Mwenzako nimesamehewa dhambi. Uguse basi kwa sababu mwambie nimesamehewa dhambi. Ila majaribu sijasamehewa kuse. <laughs> Mweza kumwambia umesamehewa dhambi zote zote, ila majaribu hujasamehewa, kwa sababu unachokibeba ni goldi, lazima kipimwe, lazima kikataliwe, lazima kishushwe. Kishaona tu mtu anasemwa, kelele ni nyingi kwenye maisha yake, elewa, huko ndio kuna goldi. Sema fire. Wangapi wanasema nabeba hatima? Na ile hatima naiombea leo. Majaribu ni jambo la kawaida. Uko tayari? Sema fire. Sema fire. Jambo namba saba. Kaa ndani yako, kaa kama ndani yako una hatima kubwa. Ni kuwa tayari kuitikia sauti ya Mungu na kufuata. Mtu mwenye hatima kubwa ya Mungu atakuwa ni mtu wa kutii sauti ya Mungu. Atakuwa ni mtu ambaye Roho Mtakatifu akimwambia ombea hiki anakiombea. itika sauti yangu nenda kanitumikie, anakwenda. Mungu akimwambia fanya hivi, atakuwa ni mtu wa kusikiliza sauti ya Mungu. Mtu mwenye hatima kubwa ni mtu ambaye hana vikao na watu. Ushaona tu mtu yeye ni vikao tu ni kutengeneza tu wasama na chuki, yule ndoto zake hazitafika mwisho.